Msanii kama msanii, ili uweze kuweza kufanikiwa, nafikiri unatakiwa zaidi, kwanza uwe na discipline, uwe una heshima, uweke nguvu katika kitu unachokihitaji. Sidhani kama ukiona kitu, ukiweka nguvu katika kitu unachokihitaji, sidhani kama unaweza ukachelewa, amba saa mbili uje saa nne. Sidhani in case, labda kama una changamoto na mtihani, maana wengine ambao wanajitafuta, muda mwingine huwa wanakosa nauli za kwenda hiyo sehemu, aidha na vitu kama hivyo. Hiyo uh, ni kwa upande wa mtu ambaye anakuwa anahitaji, lakini kwa upande mwingine wasanii pia ambao tunawanza, una changamoto nyingi sana, watu hawazielezea. Sio kama mimi nimezipata, mimi alhamdulillah hizo changamoto sijazipata, ila woga wanapitia changamoto nyingi sana wengine. Unakuta kwa watoto hakika, unakuta wanatongozwa, wanatakwa. Sasa hivi kama kuna mambo ya kulaitiana kwa watoto wa kiume, sio fahamu Kwao, anakuwa, anakuwa anaambiwa kama utakao kufanya kitu fulani. Akikataa, ukisha kataa, kwa ule mtu ambaye ndo ana pesa tayari, anaanza kutengenezea mazingira ambayo, ambayo ni nini kwamba wewe ni kiburi, ukose kazi, atakuharibia na, na sanaa yetu jinsi ilivyokuwa ndogo, utaharibu. Unashangaa hamna mtu anayekuhitaji, watu wote wanaaminishwa kwamba wewe ni kiburi. Lakini uhalisia unakuta ni kwa sababu umeshindwa kufata vile ambavyo wao wanaovitaka kwa uoga pia na changamoto hizo zipo. Watu wasipende tu kuangalia upande mmoja, kwamba wasanii chipikizi uoga ni viburi, wasanii chipikizi ni mi, sidhani kama kweli una uhitaji wa kitu chako, unataka ukikifanya kweli, na una malengo, una familia inayotegemea, alafu eti usiweke nguvu katika hicho kitu, sio rahisi kwa mimi. Ningependa niwatetea chipikizi wazangu, kwa ni ni chipikizi upande Wito wangu kwa wakongwe, wasituchoke, waendelee kutusupport kwa sababu sisi tunaoanza hatujui vitu na tunawategemea wao kama wazazi wetu katika sanaa. Kwa hiyo wasituchoke katika kutuelekeza, pia kuna kukosea, sio kwamba sisi tuko sahihi sana. Kuna kukosea, kuna kuteleza, waendelee kutuelekeza jinsi ya maisha, jinsi ya kazi inavyotakiwa kufanya, ili baadaye tuje kushika vijiti walivyovishika wao. Unaamini kwamba sikiacha hizo mambo za kutakana kuna nili kwamba sanaa itamchukua yule mtu anayetakikana sana kwenye ile cast ama unajitumtegemea, kwa sasa hivi, kiukweli naona hiyo hiyo hali imepungua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu TV zetu za sasa hivi DSTV, Azam na hizi TV nyingine zote wanahitaji kitu kizuri, kuna ushindani sasa hivi. Hata maproducers wana ushindani. Kwa sasa hivi kidogo imepungua. Wewe ukitokea ukataka kumtunuku mtu atachukua, lakini haiwezi kawa eti ndo sababu ya kukua katika kazi yake. Sasa hivi wanahitaji sana kazi nzuri, even though cast waga inambeba sana mtu, cast waga inambeba mtu, na ukiwa mchezaji mzuri inakuwa inakusaidia, ila sasa hivi wanaangalia sana mtu ambaye anafanya vizuri katika industry. Hapana, iko wazi, awe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Kama nitoe kodi hapo, mtu anaweza kuniigizia, awe na hofu ya Mwenyezi Mungu. A, mm. Lakini anipe amani ya moyo kwa sababu ya mimi kuingia peponi. Okay. mm. Sitaki kusema kichocheo sababu Mwenyezi Mungu ndio anapanga mume ni nani. Lakini kwa kweli msanii. Oh. Hmm. Kwa hiyo, mwuzimu, kwa hiyo changamoto ya mashabiki wao walikuwa wanasema kweli na Marley. Hapa na, mwuzimu, na mwuzimu. Hapana, Fred mimi sikuwahi kuwa na mahusiano na kusema ule ukweli. Fred alikuwa ni rafiki yangu sana tu na ana mwanamke wake ambaye alikuwa nani na sasa tuko sababu tuko, tuko tuko karibu sana, tuko karibu sana mimi si na Fred. Labda kwa sababu hiyo lakini hatukuwahi kuwa na mahusiano yoyote.